Mtoto wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni aitwaye Muhozi Kainerugaba Kaguta Museveni ambaye pia huyu ni kiongozi mkuu wa jeshi la nchini Uganda. Niwe vioja vingi ambavyo amekuwa akivifanya kupitia mtandao wa X, na kwa sasa ambacho kimeweza kushangaza wengi ni kuda ya kuwa ana mahaba mazito na mwimbaji wa muziki, pia mke wa rapa Jay-Z, Beyonce. Kupitia kwenye akaunti yake X, alimjibu mmoja shabiki ambaye alimuuliza kuwa kwenye siku yake ya kusherekea kuzaliwa kwake, je, atamwita Beyoncé kwa ajili ya kuja kumwimbia ama haitakuwa hivyo? Sasa akaja kumjibu kwamba baada ya kufanya ukombozi huko uko Kisangani, eneo la Kongo ambalo limeweza kuathiriwa na vita, kwa sasa akasema kwamba Nitasafiri moja kwa moja na kwenda kumwokoa Beyonce kutokea kwa mumewe. Akuishia hapo, akaja kutweet kwa kuandika kuwa Jay-Z can do whatever he wants to me but I'm taking Beyonce, na kwamba Jay-Z anaweza kumfanyia lolote ile na yupo tayari lakini anaenda kumchukua Beyonce. Akuishia hapo moja tweet nyingine kuhusisha hii familia. Muhozi alikuja ku tweet hivi, namchallenge Jay Z kama tuko tayari, wafanye washindana kwenye game litwalo duel at down, na kwamba kama kishinda, basi anamchukua Beyonce. Beyonce anakuwa Beonce ana ufahamu kabla kwake tweets zote Alikuwa hapo mwanzo alimjibu moja ya shabi kama kweli kwa sasa yupo singo ama yupo kwenye mahusiano, na kusema kwamba hapana, yupo singo amemoa moja ya mwanamke mrembo zaidi ulimwenguni. Sasa kwa streets ambazo zilifuatia, watu wengi tayari walikuwa wamekisha ku rate na hiki ambacho mwanzo wamekisha kukisema. Sasa baada ya hapo, tweet nyingine ambayo wengi wameweza kushangazwa ni baada ya kuandika hivi: Jay-Z must report to Uganda and apologize for marrying my woman Yani kwamba Jay-Z anapaswa kufunga safari kutokea Marekani na kuja Afrika, Uganda kumwomba radhi kwa kitendo ambacho alikifanya kumoa mke wake Beyonce. Yeye anamchukulia yani, Beyonce kama mke wake, na hivyo Jay-Z, kitendo cha kuwa naye ni kosa kubwa. So moja watu akaja kuionyesha picha ya Jay-Z na kusema kwamba unamzungumzia mtu huyo, en mhoze akaja kumjibu kwa kusema kwamba huyu jamaa amenisumbua vya kutosha. So hizi ni tweet ambazo zimeweza kuchukua nafasi ukizingatia kutokana na vihoja mbalimbali ambavyo amekuwa akivifanya kwa, kwa status yake kama mtoto wa rais na pia kiongozi wa juu wa jeshi la UPDF. Tweets hizi zimeweza kuchukua nafasi na, na hii ni kutokana na watu ambao amewazungumzia Jay-Z pamoja na Beyoncé hasa kuweka dharani namna ambavyo anamtaka Beyoncé awe mkewe. Una kibicho kusema hii hapa ni SNS Management audio series za kusisimua makala za ulimwengu.